Nam no, hii ambayo uko unasikiliza ni Baraka1 TV amka na Baraka1 TV tarehe ishirini na nne za mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano Majira ni saa kumi na mbili asubuhi saa za Afrika ya kati ikiwa saa moja majira Afrika mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga ilikuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Kivu ya kusini na Kivu ya kaskazini, baada ya vichapo M23 wadilia Umoja wa Mataifa Kivu ya kusini, drones na ndege za FRDC zinaendelea kushambulia ngome za magaidi wa M23 eneo la Luhinja. Kivu ya kaskazini, idadi ya M23 yazidi kupungua, huku wengi wakijisalimisha kwa wazalendo. Namkumbuka operation sedia muzalendo bado kunaendelea, na kama hujaungana na operation hii tafadhali Tumia namba ambazo huko naziona kwa skrini yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka One TV, na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na matukio mengi yanazidi kurindima nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkoani Kivu ya Kaskazini pamoja na Kivu ya Kusini, ambako vichapo vinafasiri kuendelea. M23 walilia umoja wa kimataifa e, baada ya kuweza kuonekana hadharani bwana Cornel Nangaa kupitia kikao na waandishi wa habari hiyo siku ya tarehe ishirini na mbili za mwezi huu wa kumi elfu mbili na ishirini na tano ndani ya jiji la Goma bwana Cornel Nangaa wameweza kulalamika wakiitaki jamii ya kimataifa kuweza kushuhudia kile ambacho kinafanywa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huku wakishirikiana na majeshi ya Burundi pamoja na wazalendo magaidi wa ma ishirini na tatu, wanaililia serikali ya DRC kwa kutokuheshimu makubaliano ya selefe, huku wakiendeleza mashambulizi katika maeneo mbalimbali kwenye ngome zao katika mikoa ya Kivu ya kusini pamoja na Kivu ya kaskazini. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya yanawasha moto kila kukicha huko, drones na ndege za kivita zikiendelea kushambulia baadhi ya maeneo ya magaidi wa M23, huku mapigano makali yalifanyika juzi maeneo ya Nzibira, jeshi la FRDC pamoja na wazalendo

les partenaires bilatéraux et multilatéra multilatéraux en affirmant que le blocage ne vient pas de l'alliance fleuve Congo M23. Na baada ya taarifa hizo tubaki tu jimboni Kivu ya Kusini ambako drones na ndege za FRDC zashambulia ngome za magaidi wa M23 katika eneo la Luhinja. Kile ambacho kinazidi kulalamikiwa magaidi wa M23 ndio hicho hicho ambacho kinafanywa kila kukicha na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndege ya kivita ya FRDC, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imeweza kuanzisha mashambulizi mapya usiku wa siku ya nne ya tarehe ishirini na tatu kwa kupiga maeneo ya magaidi wa M23 ndani ya utawala wa Luinja Tarafani Mwenga jimboni Kivu ya Kusini. Kutingana, na kulingana na shirika la kiraia maeneo ya Mwenga, wanasema kwamba mashambulizi ya hayo yaliopigwa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yalilenga zaidi sana eneo ambalo lilikuwa linakaliwa magaidi wa M23 zaidi ndani ya kiwanda cha Twangiza, Twangiza Mining ambacho kiliweza kupata hasara kubwa kwa baada ya, baada ya kuweza kushambuliwa kwa mara nyingine ya pili, ukiachiana lile shambulio lililofanywa wiki iliyopita. Lengo la mashambulizi hayo ni kuweza kukata eneo ambako magaidi wa M23 wanakuwa wakijitengenezea dhahabu kwa ajili ya kuuza, huku wakipata pesa za kuendeleza harakati za kushambuliana na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazaa waza, huku pia na jeshi la Burundi. Twangiza mining iliweza kushambuliwa kwa mara nyingine tena hiyo siku ya juma siku ya Alhamisi ikiwa majira ya saa saba za usiku, kwa sababu magaidi wa M23 walianza tena kuunda upya kiwanda hicho ili kuendeleza harakati za kuchimba madini. Kitendo hicho kimeweza kuwarudisha nyuma na kuwafanya wazidi kulielia wakitaka jamii ya kimataifa kuweza kuwaingilia. Eneo hilo la Twaingiza linasemekana linaingiza mabilioni ya fedha za dola kila mwezi, ndiyo maana M23 wamekuwa wakipiganisha chini juu ili kuweza tena kurudisha kiwanda hicho, lakini inakuwa ni ngumu kwa sababu jeshi la FRDC linakivizia kila kukicha. Hayo yakizidi kuendelea, Kamanda Fudre Rouge Igwe ambaye anaongoza forsa spesial ya wazalendo jimboni Kivu ya Kusini ameweza kuwasili maeneo ya muhuzi huku akitwangana na madume magaidi wa M23 mengine zaidi. Huyu hapa, tumsikilize kupitia Baraka One TV. Ndiyo, jambo jambo, ndio mpendwa, kazi pale muhuzi kwa sawa watu walitupokea vizuri, tulikutana watoto wako pale. Changamoto za vita na masasi mlia, masasi kila mahali na zaga katika mji wa Muzi, na tulipambana pale. Mimi mwenyewe nilishika chuma eh, cha moto kabisa, chuma cha moto ilikusaidia wa vijana, na mpaka sasa neema imepatikana. Mm, tumefurusha adui, tumemzogeza mbele kidogo. Ndio hivyo, tunastamili kwanza, hapa tungali kwenye mapumziko eh, tunatulia <coughs> tunafanya patrui de kosiansi basi, huku unasikiliza matangazo yetu kutoka Baraka 1 TV na unatufuata ukiwa unatufu, huko Australia, ukiwa Canada, USA, huko Canada, USA, Europe Central, pamoja na East Africa na wale wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini Jide Kizenga Tembele Simwe Baguma Samuel na Maki Afrika Kusini King Sele Kizabe Ayebade Done Butoto Kashosi from Australia Kiza Salum Mashaka Ayamba Bione Kilimamao Mzee wa State ya Menda Fezi da Letisha da Iron da Asha da Asha eh, pia na Ankisi Kandeke wakiwa wanaisikiliza Baraka One TV asokolo Ayeba asane Ramadhan na baada ya taarifa hizo moja kwa moja turudi jimboni Kivu ya Kaskazini ambako idadi ya M23 zidi kupungua huku wengi wakijisalimisha kwa waza waza, kutokana na wingi wa magaidi wa M23 wanaozidi kujisalimisha huko jimboni Kivu ya Kusini pamoja na jimboni Kivu ya Kaskazini kitendo hicho kinafanya wazalendo kuzidi kujizolea umaarufu na kuonekana ndio njia pekee na njia sahihi ya wote walikuwa upande wa magaidi wa M23 wanaweza kupitia. E, siku iliyopita walikuwa kwa upande wa magaidi wa M23. Baada ya kukamatwa kwenye uwanja wa kivita, wanajeshi wa zamani wa FRDC wameweza kujisalibisha kwa wazalendo, na huku wakiwa na wasiwasi kule ambako walikuwa wametoka. Wanajeshi hao wameweza kujitambulisha kwa majina na wakisema maeneo ambako walikuwa wakipewa mafunzo magaidi M23, walikuwa na hali mbaya, mateso, ubaguzi, kunyanyaswa na pia njaa ndio vitu ambavyo vilikuwa vinawafanya wanakosa amani, huku wakiwa wanabaguliwa na wanaopewa thamani kubwa ni wale wanajeshi wa kitusi kutoka nchini Rwanda. Mengi na zaidi, fuata ripoti hii. ikombo nanga komsera adjoint chatembo kwete Charles nazalaki

na uo ndo mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka 1 TV mengine. Endelea kuwasiliana na Baraka 1 TV kwa lengo la kuendeleza harakati za kuwasaidia wazalendo, na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na matukio mengine mengi yote ambayo yako yanazidi kurindima mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni ndugu yako the one and Only town DJP Rejabu wakili kabonga baba la baba mzee Ngwasuma. Tukutana, takutanani majira ya saa sita, saa tisa pamoja na saa kumi na mbili jioni. Nasema na shukuru, na chao chao.